Karibuni sana. Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya uakifishaji. Shukran sana kwa kusubscribe. Eleza maana ya uakifishaji. Uakifishaji ni utaratibu wa kutumia alama ili kufanya maandishi yasomeke na yaeleweke kwa urahisi. Pili, eleza matumizi ya ritifaa katika nshachukua: kufupisha neno, kukata silabi, kudondosha sauti, kuonyesha kuwa sehemu ya neno imeachwa. Tatu, koloni au nukta mbili hutumiwa katika kuorodhesha. Onyesha matumizi mengine matatu ya koloni. Kwanza, kutenga saa, dakika na sekunde. Kwa mfano tuliwasili mchana. Pili, kutenganisha sura au mlango na mstari katika vitabu vitakatifu Zaburi, mia moja kumi na tisa au nasema Zaburi sura ya mia moja kumi na tisa mlango wa tano. Mwanzo sura ya kumi mlango wa tano. Tatu, kutenganisha msemaji na maneno yake, ngeli hujambo. jambo ngina, si jambo 4. Kuonyesha uwiano wa nambari, sehemu ya chapati ilikuwa moja tatu. 4. Akifisha kifungu kifuatacho: huenda serikali iwazie kuidhibiti bei ya petroli, hatuwezi kuyaruhusu makampuni ya petroli kunyanyasa umma alisema waziri wa kawi. Bei ya petroli imeongezewa mara nne katika kipindi cha mwezi mmoja. Jibu, unaweka alama za mtajo au za usemi. Huenda serikali, angalia, huenda imeanza kwa herufi kubwa. Huenda serikali wazie kuidhibiti bei ya petroli, hatuwezi kuyaruhusu makampuni ya petroli kunyanyasa umma, alisema waziri wa Kawe. Baada ya kitone, unaweka tena alama za usemi. Kwa hivyo, hapo ulikuwa unafungia baada ya umma, kwa hivyo unaanza tena bei, unafungia usemi, unaanza kwa herufi kubwa: bei ya petroli imeongezwa mara nne, katika kipindi cha mwezi mmoja. Unaweka kwanza kituni, ndio unafungia. Tano, huku ukitoa mifano mwafaka, koma, onyesha matumizi mawili ya kinyota katika sarufi ya Kiswahili. Kwanza, kuonyesha kosa la ijai au maendelezo mabaya karo amenunua lendio nzuri sana unaona makosa ledio badala ya redio. Pili, kuonyesha kosa la sarufi, kitabu yake kimeraruka badala ya kitabu chake. Kuonyesha matumizi ya neno geni au lugha tofauti, amepika muthokoi hutumiwa kukatisha maneno yanayohitaji tasfira. Mwanamke yule alimkata mumewe, kwa kweli alihisi uchungu sana. Sita, onyesha jinsi moja moja ya matumizi ya alama hizi za kuakifisha. Nusu koloni kuonyesha au kuashiria kutua au kupumzika katika sentensi ndefu. Ba kuunga au kutenga vishazi huru viwili au kuunganisha dhana mbili katika sentensi ambatano. Kwa mfano, umoja ni nguvu nusu koloni utengano ni udhaifu. Cha kutenga sentensi na ufafanuzi wake Nilipofika mkutanoni ya kukuwa na dalili za kikao hata kidogo nusu koloni ilibidi kusubiri hadi saa tisa. Pili, herufi kubwa. Herufi kubwa hutumiwa mwanzoni mwa sentensi, kwa mfano, gari lake limepotea. Ba kuandika majina maalum au nomino za pekee kwa mfano Dion George, Kiswahili, Jumanne, Agosti. Cha kuandika anwani ya kitabu makala au kila neno muhimu, kwa mfano, tumbo lisiloshiba. Hicho ni kitabu pili. msingi bora wa matumizi ya lugha pia ni kitabu da. Kuandika vifupisho vya maneno na akronimu, sanduku la posta, unaandika saa la pa kwa herufi kubwa au chakimo, eh? Mwanzoni mwa mishororo katika beti za ushairi na nyimbo, mwanzoni mwa maneno yaliyonukuliwa. Almod alisema koma ukianza kufungua usemi, maneno ambayo amesema moja kwa moja au usemi halisi ndio unaanza kwa herufi kubwa. Nitatia bidii niwe daktari. Tatu, kishangao hutumiwa wapi? Kuonyesha hisia, kwa mfano hisia za furaha, huzuni, mshtuko na mshangao. Ala! dioni ni mwalimu huu ni mshangao. Kuonyesha amri au mashate, ondoka hapa! Cha, katika kutoa mwigo wa kutendeka kwa jambo au hutumiwa baada ya vii hizi, mwelu ni mweupe pe pe pe Saba. akifisha kifungu kifuatacho: mzee alimwambia mwanawe njoo ni kupeleke kwa babu yako angalau mjue. Mtoto aliuliza nani babu Kwa hivyo ukiakifisha inakuwa, mzee alimwambia mwanawe koma, alama za kufungua usemi, herufi kubwa, njoo ni kupeleke kwa babu yako angalau mjue kitone na unafungia. Unaanza kwa herufi kubwa kwa sababu umeweka kitone pale. Mtoto akauliza koma, kwanza usemi alisi, unaanza kwa herufi kubwa na unafungia ule usemi. Nani babu, unaweka alama ya kuuliza na unafungia. nane. Akifisha sentensi ifuatayo kubainisha dhana tatu tofauti. Julius Kipto mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Julius koma Kipto koma mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa kitone. Julius Kipto koma mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa tatu. Julius Kipto, unaweka kwa mada